heshima na utukufu. Asante Mungu kwa ajili ya ibada zote zilizoendelea za sifa na kuabudu na matoleo. Na sasa Mungu tunaenda kukusikiliza. Tunakusihi kwamba Mungu ufungue fikra zetu na neno letu, ili Mungu tuweze kupokea kile ambacho Bwana ametuandalia. Ni katika jina la Yesu pia tunisho kwa neno la Mungu wako. Hapa tena kwa kutumia saa tisa na nusu kwa Yesu Kristo baba

bado tendelea kuomba utilivu wako. Mwanzo mbili kumi na tisa, naomba mtu mmoja anisomee sana ana kwa wasomaji wangu wa karibu. na Biblia inasema Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwituni, msituni, na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kitu kila kiumbe hai jina aliloliita Adamu likawa ndilo jina lake. Asante sana. Ndio tena tutarudia. Biblia inasema Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. Bwana Mungu akafanyiza toka ardhini kila mnyama msituni na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Ndo ndio penye kibarua. Hapa ndo penye kibarua. kiumbe hai, kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa hilo jina lake mm -hmm. kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa hilo jina lake, likawa nini jina lake mhm hebu -hmm. ni mkono <coughs> wako ni kwa sema, Bwana Yesu, naomba yes. <coughs> unisaidie Niko duniani kwa kusudi mahususi, nitamke majina na iwe hivyo, kwa jina la Yesu. Nitamke majina ya baraka juu yangu na iwe hivyo. Nitamke uzima, majina ya uzima kwa jina lako na nwe hivyo. Naomba unisaidie kwa jina la Yesu, niondolee kila useseta na kutokujua na ufahamu. Naomba unipe ili niajibike ipasavyo kwa jina la Yesu. Bwana akutendea hivyo katika jina la Yesu. Bwana akutendea hivyo katika jina la Yesu. Bwana la mnyama na ndege za angani akapeleka kwa Adamu. Na unasikia unasikia, ili Mungu aona atawaitaje. Na Mungu anakusubiri. Tatizo ufahamu. Mungu anakusubiri. Vitu vingi Mungu ameweka mbele zako. Ufahamu imekuwa changamoto kubwa sana na tunakuta mabibi wapatao kumi, kama mlivyo hivi sasa, watano wenye usala, lakini watano Biblia inasema ni wapumbavu. Sema ni wapumbavu, shika kiohe saa kwa jina la Yesu.

tunaishi maofisini, kwenye biashara, lakini kwa sababu ya usesema wa kikuli limetupaga tukabakia katika maisha, umeleta shida, matatizo Adamu mtumishi wako ulipo ufahamu nayo, ufahamu wa Mungu nayo, muombe Mungu akusaidie sana sana sana, ili tuweze kufanya yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yetu ina ili utamke. Maana yake ni nini? Utamke katika mapenzi ya Mungu, utembee katika mapenzi ya Mungu. Lakini hayo hayatawezekana, lazima tuwe na mm -hmm. ufahamu ufahamu from God ufahamu and spiritual, ili tuweze kufanya vitu ambavyo vitakufaa na mantiki mbele za Mungu. Wale mabinti ndashangaa, ibada yao ikaribiwa, mmm watano, ibada ikafanikiwa watano. Ni hivyo, maana yake ni nini? Ufahamu wao ulipo, nawaambia tungoje mpaka baada ya wanunuzi kuingia. Ufahamu wao ni hivi avn namna hii havyendi kwa mazoea wakkingia twende kwenye majirani, tukope ma, alafu ndipo tuendelee na ibada. Vitu vya rohoni ndugu zangu ha, hakuna cha kusaidiwa na mwingine, ni wewe ndio unapaswa kuajibika, lakini kama una ufahamu itakuwa ni shida na taabu kubwa sana. Bwana akutoe ili uweze kuwa mtu wa ufahamu katika haya ambayo tunayasema.

ya kufa kufa wala praise ya kufa kufa wala ibada ya vijana haitakuwa ina kufa kufa wala kwa wakina mama wala nani, maana tumetambua tunachokifanya, lakini kama tutatambua, ndio hapo kusukumana vitu kama vile vitu kama vile vitu kama vile vitu kama vile, tutaishi maisha ya ajabu ajabu, lakini hapo ilikuwa tumejitambua, tutafanya vitu vyenye mantiki mbele za Bwana. Bwana akubariki kwa ile ibada ya mchana wa leo, amen. Amen. Amen, amina. Nimeshamaliza. Bwana kuponya kama unaomba, Bwana kuponye kama mashida yote ile, Bwana akuondolee, akuondolee kila shida na kila tatizo katika jina la Yesu, amina.